Askari wa Kikosi cha Usalama Barabarani, ambaye jina lake halikufahamika mara moja, amenusurika kupigwa na wananchi waliodaiwa kuwa alisababisha ajali ya bajaji kuwaka moto. Tukio hilo lilitokea baada ya askari huyo kumkimbiza dereva wa bajaji aliyekuwa akivunja sheria kwa kupita kwenye barabara ya mwendo kasi. Kufuatia hali hiyo, wananchi wenye hasira kali walitaka kumshambulia askari huyo, lakini aliweza kujinusuru kwa kukimbilia ndani ya basi la Magereza. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Mawasiliano, Ubungo, jijini Dar es Salaam. Hali ilikuwa hivi <tipulis>

Kwa mimi nimechepuka mita pale kibo pale, nimechepuka kidogo ili niingie, kule kuna foleni. Kwa hiyo nikasema ngoja ni utani kidogo, kwani nini, nimechepuka kidogo tu. Kumbe askari kaniona, ndio na bajaji kama kumi hivi. Sasa mimi yakabili katika upande wa pili, katika upande wa pili kangania bajaji kabisa, hivi kidogo niingie kwenye lori, ngabili ngamkuepa. Wewe bado anania mimi, watu kakimbizana mpaka Ubungo, nikaja hivi kufika hapo, andalia bajaji kadondoka kwenye floor, ndio maana imeungua. Eh, kwa hiyo tu sasa imeanzia nilikusababisha hivi bajaji imefroti mafuta aesi, ilidondoka kwa hiyo tumeinyanyua, ndo akawasha askari mwenyewe uwasi, haya aondoke naye ikawaka moto. Kwa hiyo maaskari watende haki kabisa, ani we mtu kutoka kibwa ananifukuza hapa hapa Mawasiliano. Wito gani kwa wananchi pengine wakiwa ma wa ma na matukio kama haya waendelee kutoa taarifa? Matukio kama haya wapige moja moja nne simu zamu na wapaje tuje kwa haraka.